Hakuna utofauti kati ya kutongoza na kampeni ila tu ni kwamba kutongoza ni kwa watu wawili jinsia tofauti okay. Kampeni ni ya watu zaidi ya mia. Kwa hiyo uwezi kushika maiki mwanaume huwatongoze wanawake zaidi ya kumi, watahisi ni utani. Tuelewane hapo, watu zaidi ya kumi ni kampeni, japo Mungu na shetani walikuwa wawili na wakafanya kampeni kwa mwanadamu. Haiwezekani maana shughuli ni watu na watu ndio sisi, sio wale hatari, ila watu wakiwa wawili Jinsia tofauti, faraga ni kutongozana. yeah. na mwanaume ni marufuku kulalamika, heti madiwana wajatimiza <coughs> kwa sababu na sisi ndo zetu. Wakati wanaomba kura hawaulizi mmepika, hawa mjapika hili, wajue shida ni maji, vyakula au masufuria, heti naomba kura, ndio tumepika hila watakula watoto <coughs> wakati wa kampeni wanapokuwa na jinadi yani, mkinichagua nitahakikisha kila nyumba inapata maji kwa wakati, alafu wapembeni na wapembeni wanachota kwa wakati safi. Ila mkishawachagua sasa wanakuwa bize mpaka mnakuja kuwakumbushia, Mheshimiwa, unakumbuka ile ahadi hadi yako? Ah, unaongelea una, hipi vijana? Ile uliyoahidi siku ya kampeni Mbona niliahidi nyingi, sikumbuki. Mnaongelea ipi? Ile ya muhimu mheshimiwa. Zote zilikuwa za muhimu, au kuna kubwa na ndogo? Vijana tuwaulize madanga haya, umetimiza yapi kati hayo yote uliyoahidi, mheshimiwa? Na sijui nani aliyekuchagua wewe, si ulikuwa mtendaji ukashindwa kutenda? Sasa ungegombea ubunge. Au tusingekaa kwenye mikutano, ni kusimama hasa wale vibonge ili wasikuvunjie viti hatari ila yote na yote ni kwamba wanaopaswa kulalamika ni wanawake, sio wanaume, maana na sisi ndo hand zetu. Uongo, uongo. <laughs> Unamfata demu unamwambia, yani ukinikubalia mtakujali kama ninavyojijali, na bora uone na mwonekano wa kujali, sio mwenzangu na mimi una mwonekano wa kuomba msaada. Halafu mbele ya demu unaahidi kutoa msaada, haya saidia kukuza ubora wa filamu Tanzania, basi unajimaliza kijana mpaka demu anakukubali, maskini. Ndani ya mahusiano sasa anakwambia, bebi naomba vocha. Sawa, nitakupa ila sitakutumia njoo ifate nyumbani. Nakwambia hmm? Sawa, nitumie nauli nije. Unamwambia tumia nauli yako nitakupa huku huku nyumbani. Ndemwajari maskini ya Mungu anatumia nauli yake kuja kuchukua nauli, sijui wambea wa hatari. Sasa unamaliza ule ku... mda wa kuondoka, unamwambia sikia, tumia nauli yako kama imebaki, halafu mimi ntaongaisha moja kwa moja. Hile na hii itumie nauli kwenye simu yako, mi napita, jamani mi napita.